Kuna msemo maarufu: kupata pesa ni rahisi, kuziweka, huo ndio mchezo halisi. Hivi ndivyo ulimwengu unavyokuwa, tunaangazia sana habari za jinsi ya kutengeneza pesa, lakini hatuzingatii jinsi ya kuzilinda. Kuonyesha jinsi mchezo halisi ulivyo muhimu, hebu tuangalie maisha ya baadhi ya mastaa waliofanikiwa sana, kisha wakapoteza kila kitu. Mike Tyson. Paundi zake zilimwingizia zaidi ya dola milioni 400. Alinunua bafu ya dhahabu ya dola milioni 2 na alitumia zaidi ya dola milioni 580 kwa sherehe yake ya kuzaliwa. Mwaka 2003 alitangaza kufilisika. Alisema ukosefu wa elimu ya kifedha na kuamini wengine ndiyo kulimwangamiza. Hawa watu walikuwa na ujuzi wa kupata pesa, lakini hawakuwa na ujuzi wa kuziweka walishinda mchezo wa kutengeneza, lakini walishindwa mchezo wa kuhifadhi. Ili ushinde mchezo wa kuziweka pesa, fuata misingi hii mitatu rahisi. Moja, kuwa na bajeti. Mbili, weka akiba, anza na kiasi kidogo tu, haijalishi ni kidogo kiasi gani. Tatu, wekeza. Kumbuka msemo, fedha huzaa fedha. Pesa hazipaswi kulala, unapaswa kuziruhusu zikufanyie kazi. Anza, anza leo kucheza mchezo wa kweli.